Ha, kwa majina naitwa Jacqueline Shayo ni mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi kitengo cha dati ya jinsia na watoto mkoa wa Kigoma, lakini pia ni mkaguzi wa kata ya Kipampa. Niko hapa kuzungumzia swala la elimu ya ukatili, lakini kabla sijaenda kwenye elimu ya ukatili, nimpongeze madam Sophie <coughs> Alikwenda kuona watoto wa kike hivi viko vibokowagaia taulo, lakini tarehe mbili mwezi wa kumi tulikuwa shule ya Kitongoni kagaa zaidi ya shule tano, na leo yuko hapa Buhanda kwani tusimpe makofi. Hongera sana madam, tafika mbali. Bila kupoteza muda niendelee na somo langu. <laughs>